Waumini wa dini ya Kiislamu mtaa wa Matopeni kata ya Magomeni manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara wametoa wito kwa waumini wa dini hiyo pamoja na wadau mbalimbali ikiwemo serikali kusaidia kumaliza ujenzi wa msikiti ili waepukane na adha ya kutembea umbali mrefu kufanya ibada. Waumini hao wametoa kauli hiyo hii leo walipozungumza na kituo hiki cha habari ambapo wamesema kwamba wamefanikisha ujenzi huo kwa kiasi chake kwa njia ya kuchangishana fedha kutoka kwa waumini wa dini hiyo lakini kwa sasa wanahitaji msaada kutokana na changamoto za kiuchumi kutokuwa vizuri, huku wakiamini kuwa kukamilika kwa msikiti huo kutasaidia mambo mengi ikiwemo watoto kufundishwa madrasa. Mtuchangie michango ili tujenge msikiti upendeze vizuri, tusiwe na majukumu ya kupeleka tu kwenye mashughuli ya vigodoro au, au wapi. Tuchangie msikiti na chuo tujenge ntani kwetu kuwe vizuri na kupendeze na tunaomba msaada sana wadau, kama mnajitokeza hata serikalini na wadau mbalimbali ambao mnaweza kuona katika msikiti wetu, mnaweza mkajitolea mkareza, kutuwa, kutuwekea katika mazingira mazuri. Tunahitaji sana msaada wenu kuka tupate kifusi ambacho cha kujaza mle ndani na milango fremu za madirisha na milango pamoja na bati mbao na misumari, yani tukipata vitu hivyo Mwenyezi Mungu unaweza msikiti ukafika maeneo yale tunahitajika ili tu, kuswalia Ijumaa kama inavyohitajika, maana tunapata shida kwenda kuvuka barabara kuenda mitaa mbali kwenda kusalia Ijumaa, kitu ambacho, faida ya huu msikiti ukikamilika, kwanza watoto wetu watapunguza vitendo viovu, muda mwingi watashinda madrasa, wataswali hapa. Ndoa watu baada ya kuenda kufungia maukumbini, wapi watakuja watafungia hapa Tulikuwa tunaomba wadau wote waje wachangie hapa. Kwa upande wake mwenyekiti wa ujenzi wa msikiti huo Hamisi Kaisi ameongeza kuwa amefikia hatua ambayo kwa sasa hawawezi kukamilisha ujenzi, hivyo ametumia fursa hiyo kutoa wito kwa wadau kuweza kukamilisha ujenzi wa msikiti huo. Tumekusanya sadaka kutoka kwa waumini, tukajenga jengo hili mpaka hapa lilipofikia. Kwa hiyo, sasa hivi tumefikia hatua ya kuhitaji msaada mkubwa kuliko ule ambao tulikuwa tumeuanzia toka mwanzoni. Tunafahamu hatuwezi kuwa na shilingi elfu ishirini tukaanza kufikiria kuwezeka, hatuwezi kuwa na shilingi elfu ishirini tukafikiria kununua bati. Kwa hiyo tulikuwa tunafikiria tuombe msaada kutoka kwa ndugu zetu katika imani, au wale ndugu zetu katika imani nyingine wanaeguswa na hii dini waje watuunge mkono kushiriki kuwezeka huu msikiti kwa hapo ulipofikia. Ndugu zangu, naomba kwa wale wenye kuguswa na jambo hili la kiimani waweze kuchangia pesa, na hii pesa kwa mpaka sasa hivi hatuna akaunti ya msikiti, ila tunatumia akaunti za simu. Namba ya kwanza ni yangu mimi mwenyewe mwenyekiti ni 0784258966 na jina linavyotoka, linatoka Hamisi Kaisi. Na namba nyingine tena ya katibu ni 07 84 77 72 37, jina linatoka Juma Kidaa Rashidi.